Uhakiki wa riwaya Vuta ni kuvute, mwandishi Shafi Adam Shafi, wachapishaji Mkuki na Nyota, mwaka 1999. Utangulizi: riwaya ya Vuta ni kuvute ni riwaya ambayo inaelezea matatizo mbalimbali yanayoikabili jamii yetu kwa sasa. Matatizo hayo ni kama matabaka, umasikini, ndoa za kulazimishwa na wivu katika ndoa enhe. Katika riwaya hii kuna dhamira nyingi ambazo mwandishi amezielezea na dhamira kuu ni ukombozi. Ukombozi umejitokeza katika namna mbalimbali ikiwemo ukombozi wa kiutamaduni, ukombozi wa kifikra, ukombozi wa kisiasa, ukombozi wa kiuchumi na dhamira nyingine ni mbili, mapenzi na ndoa tatu, mivutano, nne, matabaka, tano, dhana potofu na dharau, Sita, uvumilivu na ujasiri, Saba, umoja na mshikamano, Nane, usaliti, Tisa, migogoro, Kumi, nafasi ya mwanamke katika jamii. Wahusika wa riwaya hii ni moja, Yasmin, Mbili, Mwajuma, Tatu, Denge. Kwa uchambuzi wa kina endelea kufuatilia. Ukihitaji uchambuzi wa kina, namba za WhatsApp ni sifuri sita tano tano saba nane tatu saba mbili moja. Gharama zetu ni nafuu.